u o na Ni jambo la kuhitaji busara sana. Sawasawa jamani, kwa mwananchi ameshindwa kupata usafiri kutoka Lyalalo kwa sababu ya barabara mbaya, kajifungulia nyumbani au njiani, si sindio, alipofika anapigwa faini. Hilo ni jambo ambalo mamlaka inaweza ikaangalia jinsi ya kufanyia maamuzi, lakini lengo lake la kuweka faini ilikuwa ni pia nalifahamu jambo hili. Serikali ilitaka akina mama wote wajifungulie zahanati, sababu ni moja tu, kwamba kujifungulia nyumbani ni kama unacheza kamali, yaani una- unabahatisha sawa. so, akina mama wengi walikuwa wanakufa. Muda mwingine mfai nini, anakufa kwa sababu wale wanaokuzalisha sio mafundi mtu anatumia tu ile asili kwamba kuzalisha. Sasa ili kuwalazimisha kina mama waweze kuwa salama, wajifungue kwa usalama, serikali ikaamua kuweka faini kama lengo la kuwalazimisha waende wapi zati. Kwa lengo lilikuwa zuri la kusaidia wanawake, ndiyo maana walisema, mama awe nafahamu siku zake mapema, aende zahanati ili wakamsimamia ajifungue salama. Na kule zahanati wale madaktari na, na wenyewe Mama kishafika mapema zahanati ama kituo cha afya. Mtoto akifa au mama akipata matatizo, huyo nesi lazima aandike maelezo kwa nini kifo kimetokea. Na sehemu zingine watu wanafukuzwa hadi kazi kwa sababu ya uzembe. Tumeona sehemu nyingi, Shinyanga, Tabora, mheshimiwa mama duana nadhani anafahamu. Lazima utoe maelezo kwa nini mama amewahi kama hajapata uchungu, kapatia uchungu udini, mtoto amefariki. Lazima uandike maelezo. Sawa sawa. Kwa ndugu zangu wana Lyalalo, nachoweza kusitiza hapa kwanza, ni muhimu wakina mama kujifungulia zahanati, lakini ikitokea imetokea bahati mbaya, sio kwa sababu ya uzembe, ulishindwa kuwahi kwa sababu ya changamoto, ni jambo la kuongea na viongozi, tusaidie kukuombea msamaha. Sawasawa, jamani Lyalalo hoi, kwa sababu so sababu ya msingi sinaelezeka jamani, <tokanilis> kwamba nilikuwa nimetafuta gari nimeshindwa, si ndio? Au nilikuwa ni msibani nikaipata uchungu, si sindio? Hilo jambo linazungumzika, lakini kama ulikuwa nyumbani kwa makusudi au kwenda kwa kweli, faili imewekwa kwa ajili ya mama kwenda kufungua kwenye kituo cha afya. Kuna jua tulikotoka. Mara ya mwisho tumekuja hapa na mheshimiwa diwani, nilikuwa na waandishi wa habari taarifa iliyoandikwa siku ile kwenye vyombo vya habari, watu mlirekodiwa hapa tukaipeleka redioni. Akinamama mulikuwa mnalalamika, mnasema kuwa mnalazimika kumchangia nesi atoke Matembwe kuja kuhudumia akinamama hapa kwa pikipiki. Lyalalo hoye hoy! Tulikuwa tumekata tamaa, tulikuwa hatuna kila kitu hapa Lyalalo tulikuwa tumesaulika Lyalalo oye, oye! Kwa sababu hatukuwa na barabara, haipitiki, hatukuwa na umeme, tupo gizani, hatukuwa na maji hata tone, hatukuwa na zahanati, tulikuwa tumesaulika kabisa. Oye wana Lyalalo, mnajitendea haki mnapompongeza mheshimiwa Rais, na diwani amesema munipongeze na mimi yeye akujisemea, na mimi nasema. Na yetu mpigie makofi mengi sana. Nasema hivi kwa sababu analia Lyalalo, sio vijiji vyote, sio madiwani wote ni wafuatiliaji kama inoseneguiva, mpigieni makofi mengi sana. Nakumbuka mheshimiwa diwani, kipindi ketu tumekwama kupata matofali hapa Tulivyohangaika pamoja kwa mkurugenzi kupata matofali kwa ajili ya zahanati hii. Lakini pia tulivyohangaika habari ya umeme ulipokuwa hauji hapa Lyalalo. Kwa sababu waliweka nguzo, wakawa hawaweki nyaya. Si mnakumbuka watu wa hapa? Ndio. Ziliwekwa nguzo afu wakaondoka, si ndio? Ndio. Tulihangaika sana serikalini kupata umeme hapo. Na wana Lyalalo naomba mjue. Nilipokuwa nachelewa kuja hapa Lyalalo, hii ni jimbo ni kubwa sana ili jimbo ndugu zangu lina vijiji 45 vitongoji 227 na kuna baadhi ya vitongoji ni kama vijiji mbunge lazima uende kwenye sehemu ya vitongoji husika ukaongee na wananchi kama vile umeenda kwenye vijiji kwa sababu vina sifa ya kuwa vijiji kwa ndugu zangu hujigawa bungeni na jimboni sio rahisi sana lakini hata kama nilikuwa siji mapema hapa nilikuwa najivunia kwa sababu diwani wenu ana uwezo mzuri, mpigieni makofi mengi sana ndio yeah, maana hakuna ambacho kimekwama Lyalalo, kila kitu kinakwenda vizuri, zahanati yetu hii inaenda kuanza. Mheshimiwa diwani, umeongea vizuri. Nilipokuwa bungeni mwezi wa nne tulipitisha bajeti ya dharura kukamilisha maboma yote ya zahanati sawasawa. Jamani, Rais alitupa fedha za kukamilisha maboma yote ya zahanati na nafurahi kwamba hata kwenye kata hii ya Matembwe maboma mbalimbali mbali na Mheshimiwa diwani anajua zahanati hii, zahanati ya pale Wanginyi, kuna shule kule Yembela zimepata hela kwa ajili ya maboma. Mjipigie makofi mengi sana. Wanagalai ko, Mheshimiwa diwani, nataka nikuhakishie kwamba huyo mganga mmoja anakuja, lakini tumeomba na waganga wengine. Sawa sawa, jamani, zahanati ikianza ipate watumishi wawili ama watatu hivi, kusudi wasaidie wananchi kwa umoja wao. Ninajua tutakuwa na kazi ya kujenga nyumba ya mganga, si ndio? Jamani, hiyo kazi tutaifanya pamoja. Lyalalo hoye! Lyalalo hoye! Tutaifanya pamoja kazi hiyo, ili tukamilishe hapa Lyalalo sana, nyinyi mtakuwa kama sehemu ya Tanzania ambao mnapata amani na utulivu mwingi sana. Mheshimiwa Diwani, jina naitwa Lukas Elasto Chodota, ninatokea jimbo la Lupembe, kata tarafa ya Lupembe, kata ya Matembwe, kijiji cha Lyalalo. Kikubwa na cha mno kupata zahanati sio kesi, ila kesi kupata wale wahudumu wa kikamilifu kwa sababu kama tutapata wahudumu wa, wa kikamilifu na, na miundombinu ikakamilika, itakuwa ina unafuu hasa kwenye maswala yale ya kukodi gari, kutoka umbali fulani na kwenda umbali mwingine itatupunguzia zile adha. Lakini pia kama endapo, tutadhibiti lile swala la kutoza toza adhabu, lakini pia na kupunguza hii adha, kwa mfano hii tuliyozungumzia operesheni basi tutawafanya watu wawe huru kufanya uzalishaji ili mwisho wa siku basi kijiji kiweze kuongeza idadi ya wakazi kwa kipindi hichi kifupi kuna changamoto ambazo nimeweza kuzi, kuziona au kubaini kupitia uh, <coughs> kwenye maswala mazima ya uzazi. Katika haya maswala mazima ya uzazi, hasa katika kipande cha kwanza kwenye maswala mazima ya operesheni, inaonyesha wazi kwamba serikali inasema kwamba afya, huduma za afya kiujumla ni bure, hasa kwa hawa wamama wajawazito au wa kwenye masuala mazima ya uzazi lakini pia kumejitokeza mkanganyiko ambao tunauona kwamba hawa wamama wanapokwenda kufanyia operesheni kuna gharama ambazo wanatozwa na tena pia kwa viwango tofauti tofauti, wengine labda laki mbili laki moja na nusu elfu tisini wengine mpaka elfu thelathini Kwa hili kidogo tungaliomba kama serikali ingejaribu kuliangalia kwa umakini kwamba ni wapi maeneo ambapo hayajakaa sawa kwa maana kama ni masuala ya madaktari pia wajaribu kuangalia, kama ni masuala ya wizara ya afya basi tujaribu kuangalia. Mwananchi huyu anapoambiwa swala zima la uzazi kwamba ni bure, basi aambiwe kwamba ni bure, lakini asilimia kadhaa atachangia, ili kusudi basi mwananchi huyu awe na amani tele anapokwenda hasa kwenye swala zima la uzazi. Lakini pia kuna swala la kutozwa faini hawa wa mama wajawazito hasa pale wanapopata bahati mbaya ya kujifungulia nyumbani, tunatambua wazi kwamba vijiji vyetu vina jiografia tofauti tofauti. Lakini ndani ya jiografia tofauti tofauti, tuna miundombinu mibovu kama barabara ambazo zinatusababisha wakati fulani tukose uh, kupata usafiri kwa wakati kwenda maeneo husika ya vituo vya afya. Lakini inapotokea pia changamoto ya kujifungulia nyumbani, ndugu hawa ambao <coughs> wanahusika na uzazi wanatozwa fedha kiasi cha kuanzia shilingi laki moja na kwenda juu, kiasi ambacho kinamfanya huyu mwananchi ashindwe kuendelea na swala zima la uzazi kwa kuogopeshwa kupitia tozo hilo. Tunaiomba serikali kwa mamlaka ya wizara ya afya, kama inawezekana, basi hayo mambo, narudi tena kwenye upande wangu kwamba kama ni wizara ya afya imeamua, basi tuweke kitu ambacho kinakuwa kinalenga hasa kuwasaidia hao wananchi na kama ni masuala tu ya madaktari na mambo mengine, basi tunaomba wizara iweze kusimamia kikamilifu kukomesha kabisa utaratibu huo, vinginevyo basi tunawatisha wananchi hawa kuendelea kupata huduma za afya za uzazi. Changamoto hiyo ndio imepelekea kwa kiasi kikubwa kutokuwa na ongezeko la watoto kwenye kijiji hiki. Ndio hiyo ni changamoto mojawapo ambayo imefanya ime, ime hivyo kwa sababu kwanza jiografia, narudi tena kwenye jiografia ya maeneo yetu bado ni magumu, lakini pia bado tunasema uh, kwenye maandalizi kiujumla kama mtu yani, kwa mfano labda kuna mtu kaenda kafanya uzazi kaambiwa kabisa kwamba wewe labda, yeye katozwa laki mbili kwa mfano, anarudi na huyu mwingine, pengine alitaraji kupata familia kwa wakati ujao, anajifunza kitu kwamba kama mimi kwenye maeneo niliyopo, mfano uh, gari gari ambazo tunazichukua kwa ajili ya rufaa kwa mfano tumetoka hata kwenye kituo kimoja kwenda kingine, kwa mfano Isoriwaya, zahanati ya Isoriwaya mpaka Ilolo ni shilingi elfu hamsini. Sasa elfu hamsini i ambaye anatozwa huyu, huyu, huyu mtu ambaye anatakiwa kupewa ile huduma, fikiria hajaenda kukutana pengine na operesheni, fikiria hajapata rufaa pia ya kwenda hospitali ya mkoa au ya wilaya yatusemea hospitali ya mkoa kwa sababu ile kidogo anasema ni hadhi ya wilaya. Sasa fikiria mtu kama huyu anatakiwa ajipange namna gani? Na, na hali ya uchumi ingali ni ngumu. Kwa hivyo inakuwa ni tishio tena, kwa upande wa pili kwamba watu wanaona ni bora tuliopo tuli, basi tubaki.